Ya, aliukosea ni kwa ajili yako wewe mwenyewe. Haleluya kanisa, kwa jifunze kusamehe. Kusamehe ni kubeba mzigo ambao hauna faida yoyote. Haleluya, kwa kuto kusamehe ni kubeba mzigo usio kuwa na faida, utakuumiza. Haleluya, utakutesa, utakupoteza kabla ya wakati, ni chanzo za kupata magonjwa ambayo haya. Kusamehe ni hali wahadi ya juu sana. Maana angewe naasema asema kwamba ni nimwacha nani Mungu. Maana anasema mimi, siwezi kupa bwana vitu hivi hapa, na mwachia Mungu. Aongopa sana mtu ambaye wemtembea mbaya, anakuambia bwana, ni vitu hivi, siwezi niemwachia nani Mungu. Mimi nimekusanya. Huyo mtu naona yeye ameshajitua, amejiweka pembeni, alimwachia Mungu. Waingie wapikazi kazini. Ogopa hiyo kitu, na mwachia tu Mungu mwenyewe. Mimi nimekusamehe, Bwana amekuwa hiyo vita. Yeye ameshaka pembeni, amemwachia Mungu aingie kazini. Haleluya! Kwa hiyo kusalenda, kusamehe ni hali ya kusalenda kabisa, kwamba Bwana mimi katika hili siwezi mimi, n nasamehe, nimeachia na sitaki nikumbuke. Bwana ashughulika mwenyewe amko hapo sasa, anaruhusu nguvu za Mungu tenda kazi. Aleluya, kwayo mtu anasamehe, anaruhusu anamruhusu Mungu aingie katika kazi kazini. Aleluya, aingilie kati Mungu mwenyewe. Kuto kusamehe ni kuashiria kwamba hiyo vita unaiweza mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuto, kuto kusamehe kwako ni ishara ya unazungumza kwamba hiyo vita unajiweza wewe mwenyewe, na ndio wana wezi kusamehe, unaingia wewe kazi kazini, umeshaweka Mungu pembeni. Hapa lazima kieleweke, na pambana mwenyewe sasa. Sasa vita yoyote ambayo unapambana kasiko Mungu mwisho wake ni mbaya. Haleluya, vita yoyote na upambana bila Mungu mwisho wake sio mzuri. Kwa hiyo kutoku